Bunge lilipitisha bajeti ya wizara ya afya hiyo jana, mara baada ya mjadala wa siku mbili. Waziri wa afya, wakati akijibu baadhi ya hoja, alieleza bunge ya kwamba mkakati wa serikali kuwa na bima ya afya kwa wote umeiva na tayari vifurushi mahususi kwa ajili hiyo vimeshasukwa. Waziri Jenista Mhagama alieleza bunge baada ya wabunge wakati wakichangia kuhoji ni kwa namna gani basi utekelezaji wa huduma hiyo ya bima ya afya kwa wote utafanikiwa. Hii imekuwa ni dhamira ya serikali ya muda mrefu kuhakikisha kwamba wananchi wote wanakuwepo kwenye mfumo wa bima ili kuhakikisha ya kwamba kila mmoja anapata mahitaji yake ya kiafya pindi afya inapokuwa imedhoofu. Inaonekana sasa tayari mguu wa kulia umeshaanza na wengi wana ngoja ya kusikia katika bajeti kuu itakayowasilishwa na waziri wa fedha Dkt. Nchemba Mwigulu kueleza nini sasa vitakuwa vyanzo vya kusukuma mbele ajenda hii. Naitwa Nurdin Selemani ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi hii leo, na kwa njia ya mtandao itakwenda pale Arusha, tutakutana na rais wa chama cha madaktari hapa nchini Mugisha Nkoronko, karibu sana. Asante sana lakini pia tutafunga safari kwenda huko mbali kabisa katika taifa la Austria, Australia na kukutana na Dr. Elizabeth Sanga ambaye yeye ni mdau wa eneo la afya na pia katika shahada yake ya tatu amebobea katika eneo la bima ya afya karibu sana Dr. Sanga asante, asante nashukuru sana Nam, tungeanzia kwako Dokta Nkoronko ambaye ulikuwepo, uh, wakati wa bajeti yenyewe pale uh, Dodoma na sasa Yende. Serikali imepiga mguu mmoja mbele kuweka kwamba vifurushi vimeshaiva na vifurushi vipo vitano, maanake ni Tarangire, Ngorongoro, Mikumi, Serengeti na Tanzanite, na kwa upande wa vile viwango vya chini ni wastani wa kuanzia laki moja sitini na nane mpaka milioni mbili laki saba na elfu kumi na mbili kwa mtu mmoja ambaye uh, atakuwa na miaka kumi na nane mpaka thelathini na tano. Lakini kwa upande wa vile viwango vya juu, hapa tunazungumzia wanandoa pamoja na watoto wanne wenye miaka kuanzia thelathini na sita mpaka hamsini na tisa wenye viwango vinaanzia laki nane arobaini na tatu mpaka milioni kumi na moja laki nne na elfu tisini na tatu. Vifurushi hivi kwa mtanzania ambaye wewe unamfahamu na umekuwa ukimpa tiba vinakidhi haja katika kuweza uh, kumsaidia huyu Mtanzania. E, uh, studio, tunashukuru sana kwa kupata fursa kushiriki mjadala katika kipindi chako hiki maalum kwa ajili ya kujadili uh, mwenendo wa huduma za afya na upatikanaji wa vifurushi vya bima ya afya. Awali ya yote, nipende kukazia sauti ya Mheshimiwa Waziri wetu Jenista Mhagama aliyesema bungeni kwamba kuna vifurushi maalum na mahususi vya bima ya afya kwa wote bado viko katika ngazi ya kusukwa na kupangwa ili viweze kuwafikia wananchi na pengine eh, katika utekelezaji wa bajeti hii sasa, hivyo vifurushi vitakuja. Vifurushi ulivyovitaja ni vifurushi vya bima ya afya vinavyotumika kwa sasa eh, kwa wananchi wote wanaotaka kujiunga na mfuko wa bima ya afya unaoendelea kwa mantiki hiyo e, si vifurushi vya bima ya afya kwa wote kwa mahususi wake, lakini kwa kuwa ni vifurushi vya utoaji wa vifurushi vya bima kwa wananchi wanaopenda kujiunga na mfuko, nipende kutoa maelezo machache ili sasa tuone kwa nini vifurushi vimekuja nchini Tanzania. Tangu tulipopata uhuru, watu wengi wamekuwa wakitiliwa kwa mifumo mbalimbali ikiwemo mifumo ya kugharimikiwa na taasisi zao. Mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa serikali ilianzisha mfuko wa bima ya afya kwa watumishi wa umma . Mfuko huu umeweza kupanuka, mfuko huu umeweza kuhusisha watu mbalimbali hata kutoka kwenye sekta binafsi, na sasa mfuko huu umepanuliwa zaidi katika mwaka huu wa e, fedha ambao tunakamilisha kwa kuunda vifurushi vya kuweza kuwasaidia hata wananchi wa kawaida waweze kujiunga na mfuko wa bima ya afya. Kwa hiyo vifurushi vilivyotajwa vina bei tofauti tofauti, lakini vina bei ya soko e, vikishindana na makampuni mengine ya bima za binafsi zinazoendelea. Serikali pia ilianzisha bima ya afya ya jamii iliyoboreshwa ICHF, ambayo inafanya kazi katika ngazi ya vituo vya afya msingi, kwa maana kuanzia e, zahanati mpaka kituo cha afya. Kwao bado tunasubiri kuona, je, vifurushi vya bima ya afya kwa wote vitakuwa rahisi kiasi gani? Rai yetu tunatamani viwe vifurushi rahisi, ili watu wote waweze kupata huduma za afya stahiki wakati wowote watakapokuwa wakizihitaji pasi kuwa na kikwazo cha kifedha. Asante Dr Mugisha, unasema kwamba rai yenu ni kuhakikisha kwamba hivyo uh, vifurushi vinakuwa ni rahisi kwa Watanzania wa, wa uh, katika hali halisi ya mambo ilivyo na utoaji wa huduma, urahisi ambao unausema ni upi hasa? um, tunapokuwa tukizungumza bima ya afya kwa wote, tunalenga kuongeza kiwango cha upatikanaji wa huduma kwa urahisi, kuondoa vikwazo vya kifedha moja. Tunakuwa na uh, kazi ya kufahamu ule ukweli kwamba kwa sasa ili uweze kutibiwa vizuri ni lazima uweze kuwa na uwezo wa kugharimikia matibabu yako, na ule uwezo wa kugharimikia unatofautiana kati ya ugonjwa na ugonjwa na kuna magonjwa mengine unatibiwa kwa bei rahisi, mengine unatibiwa kwa ghali sana. Kwa mfano magonjwa ya saratani, magonjwa ya upandikizaji wa viungo vya aina zake zote, hayo ni magonjwa ambayo yanahitaji uwe na shilingi milioni thelathini, milioni arobaini, milioni hamsini kuweza kutibiwa, lakini wako wanaugua ugonjwa wa kuhara na anahitaji tu shilingi elfu tano kuweza kukamilisha matibabu yake yote. Wengine wanaugua malaria ile ya kawaida, wanaweza wakahitaji shilingi elfu moja mia tano mpaka elfu mbili kuweza kupata dawa na kumaliza matibabu. Sasa urahisi tunasema wananchi wote wa Tanzania milioni sitini, wakubwa kwa wadogo, wa, wazee kwa vijana, wanaume kwa wanawake, waweze kufika hospitali hata kama hawana pesa mfukoni, wanaweza kupata huduma kwa kutumia utaratibu wa bima wa kulipa hapo kabla. Sasa vifurushi hivi katika sekta binafsi vina bei ghali sana, kwa sababu vinaangalia afya ya mtu na mahitaji yake kiafya yanahitaji kiasi gani cha huduma wale wenye magonjwa sugu wanachangia zaidi, wale wenye magonjwa ya kawaida na madogo wanachangia kidogo, wenye umri mdogo wakati ambao hawana e, riski kubwa wanachangia kidogo. Huo ndio urahisi tunaoutaka, na urahisi tunaoutaka ni kwamba pale ambapo viongozi wetu wakubwa wa nchi wanatibiwa kwa huduma zile wanazozipata, ndizo mwananchi wa kawaida anahitaji kuzipata na yeye katika mazingira yake. Kwa hiyo tunatamani urahisi huo uwezi kujitokeza. Yako mapendekezo tunayo, tutaendelea kuishauri serikali. E, kuweza kurahisisha vifurushi hivi ili watu wa, wapate huduma bora za afya bila kikwazo cha kifedha. nam tuelekee kule Australia na kukutana na uh, Dr. Elizabeth Sanga uh, tulianza na rais wa chama cha madaktari hapa nchini kutupa picha ya hali ya mambo ya vifurushi vyenyewe, namna ambavyo vinatarajiwa kwa uh, taaluma ambayo umebobea, nini ambacho kinapaswa kufanyika ili bima ya afya kwa wote imfikie kila mtu na iwe na tija na mtu asihisi yale maumivu. Asante um, kwanza nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi chako. um, kwa kweli swala la bima ya afya, swala la ugharamiaji wa huduma za afya ni swala la muhimu sana. Hebu tuongelee umuhimu wake kwa, tuchukulie umuhimu wake kama ulivyo ili kupata huduma bora za afya, kuna mambo mengi. Kuna upatikanaji wa wataalamu wa afya, upatikanaji wa dawa, vifaa, utawala bora na mambo mengine, lakini mambo yote haya yanategemea msingi <coughs> mmoja mkubwa wa ugharamiaji bora wa huduma za afya, kwa sababu kila, kila kitu kinahitaji fedha. Sasa tatizo kubwa la Tanzania ni kwamba watu wengi hawapo kwenye mfumo wa bima ya afya ni asilimia kama 15 tu ya watu ambao wapo katika mfumo wa bima ya afya. Ina maana kuna asilimia 80 ambao hawapo. Na hao asilimia 85 ambao hawapo katika mfumo wa bima ya afya ni wale ambao wapo katika sekta isiyo rasmi. Wale wakulima, wafugaji, wafanyabiashara, wa mabodaboda, mama kina mantili, watu ambao kipato chao hakina uhakika kwa, kwa, kwa, kwa sababu katika sekta ambayo isiyo rasmi watu wamejiajiri wenyewe tofauti na wale ambao labda wameajiriwa ambao labda kila mwezi wana mshahara au wanakatwa bima ya makato ya bima ya afya moja kwa moja kutoka kwenye mishahara yao. Kwa hiyo, kuna tatizo hilo kubwa kwamba watu hawaingii kwenye mfumo wa bima ya afya. Na sababu kubwa ni nini? Sababu ziko mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba vifurushi hivi ni vya bei ghali. Kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida kuweza kuhimili hizi gharama za vifurushi ni ni sio kazi ndogo ni kazi kubwa. Ni kwamba, uh, na vile vile kuna matatizo mengi ambayo Mtanzania anayo katika uchumi wake na mambo mengine. Kwa hiyo unakuta huyu Mtanzania mbali ya kwamba anatakiwa labda alipe hichi kifurushi cha bima ya afya, kuna maswala ya elimu ya watoto wake, kuna maswala ya kwamba hana pensheni atakapostaafu, kuna maswala kuna maswala mengine mengi ya kiuchumi ya kijamii ambayo yanamhusu alafu ili swala bima la, la, la afya ameachiwa tena liwe mikononi mwake. Kwa hiyo gharama za hivi vifurushi ni tatizo kubwa. Tatizo la pili ni hizi tofauti ya vifurushi kwamba unalipia, una, una kidogo, unapata huduma kidogo, unalipia sana, unapata una, una huduma kwa kubwa. Na hizi gharama kubwa, vifurushi vya milioni mbili milioni nane mtanzania wa kawaida sio rahisi aka, aka, akaweza kumudu. Kwa hiyo unakuta kwamba tatizo linakuja kwamba watu ambao wanajiunga kutoka kwenye sekta ambazo um, isiyo rasmi ni watu ambao tayari wana, wana magonjwa, wanakuwa na magonjwa labda sugu, wanapiga mahesabu kwamba hapa bima ya afya itanisaidia, badala ya kwamba labda <coughs> anatoa tu lakini tatizo jingine <clears throat> ni kwamba upatikanaji wa huduma za afya bado ni, ni matatizo kwa sababu mtu anaweza kalipia hiyo laki mbili na kadhalika, lakini akaenda hospitalini bado asipate dawa au asipate matibabu ambayo ambayo an, an, anayahitaji. Anaweza akaenda pale bado akaenda kununua dawa, kwa hiyo kuna hayo matatizo mawili ambayo inabidi kuyaangalia kwa upana, kuweka vifurushi, kuongeza vifu, uh, gharama za vifurushi, sidhani kama inatusaidia katika mpango mzima wa kuboresha ugharamiaji wa huduma za afya. Dr. Elizabeth, nini ambacho sasa kifanyike kitaalamu ili kuhakikisha kwamba uh, hayo ambayo mawili umeyasema yanaleta uh, changamoto yasilete changamoto na hatimaye kila mtu aone kwamba uwepo wa bima hii ya afya ni faida kwa kila mmoja. Asante. Mimi naamini na, kwamba mambo mawili haya yanatakiwa kupewa kipaumbele. Kitu cha kwanza ni kufungamanisha huduma za afya ama ugharimiaji wa huduma za afya na maisha na changamoto nyingine za Mtanzania, kwa mfano changamoto za kiuchumi, changamoto za za kupata pensheni wakiwa wanapokuwa wazee na, na mambo kama hayo. Hiyo ni, ni ni ni kitu cha kwanza. Cha pili ni kwamba kuangalia namna gani namna gani itawapa motisha watu waweze kujiunga kwenye bima ya afya ili kusudi kwamba kila mmoja aweze kujiunga kwenye bima ya afya na kupata huduma bima ya afya inafanya kazi pale ambapo hata kama ni kiasi kidogo, watakapoingia wata kwenye bima ya afya watu wengi, hata kama mtu analipa shilingi labda laki moja kwa mwaka, lakini kama kila mtu walau asilimia sabini themanini ya Watanzania waka, watu wazima wakiingia kwenye bima ya afya patakuwa na um, pato kubwa ambayo itawezesha kugharamia huduma za afya, lakini kuna swala pia la kuangalia bajeti ya, ta, ya taifa kwamba ba, tunaweka bajeti kiasi gani kusupport huduma za afya. Bajeti yetu siku zote imekuwa ni ndogo kulinganisha na um, matarajio au, au makubaliano ambayo nchi za Kiafrika zimefanya. Bajeti yetu ni ni ndogo bajeti, kwa hiyo kuongeza bajeti ili kusudi kwamba serikali iweze kuchangia kwenye a, gharama za huduma za afya na kuwapa motisha watu waweze kuchangia. Kwa mfano uh, gharama za huduma za afya zinaweza zikagharamiwa kutokana na mfuko wa hifadhi ya jamii. Kwa mfano e, ili kwamba watu wanakuwa wanachangia, wanajiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii, wanachangia kiasi, serikali inachangia kiasi, kwa wale ambao wako katika sekta isiyo rasmi na mtu anajua kabisa kwamba sichangii peke yangu, serikali pia inakuwa ina, ina, ina, ina sapoti alafu kwenye ile, ile ile amaunti ambayo analipia kwenye kujiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii serikali itoe kiasi pale kwamba hii asilimia laba kumi na tano asilimia kumi asilimia ishirini itatolewa iingie kwenye mfuko wa bima ya afya kiasi kwamba utawapa motisha watu waweze kujiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii na kutokana ule na, na kuingia katika mfuko wa hifadhi ya jamii basi, watakatwa pale makato moja kwa moja ambayo yatapewa kwenye mfuko wa, wa bima ya afya, na namna hiyo itawawezesha sio tu kupata huduma za afya pale wanapohitaji bila kuweka hivi vifurushi lakini vilevile itawawezesha uh, kupata mafao mengine kwa mfano wana watu ambao katika likizo za watu ambao katika sekta isiyo rasmi hawapati likizo za uzazi, hawapati pesheni na mambo mengine. Kwa hiyo uh, nadhani huo ni mm, huo ni mpango ambao unaweza ukatufaa kwa taifa letu kwa jinsi ambavyo tupo sasa hivi. kwa sababu tatizo kubwa sio tu afya, tatizo kubwa vevee ni umaskini, watu kipato, sikipato chao hakitoshi kwa hiyo basi uh, mtu anaona kabisa kwamba nikienda nikajiingiza katika bima ya afya sawa, hmm, siumwi sina maradhi haya, hizi gharama nyingine nani atazishikilia? Atazi, atazi, atazi nani atalipia huduma za, za elimu ya watoto? Nani atalipia uh, maisha kodi za nyumba na mambo kama hayo? Kwa hiyo ni muhimu kufungamanisha ugharamiwai wa huduma za afya na uchumi na vile vile serikali iweze kushiriki kikamilifu, sio kumwachia mzigo um, wote wa gharama za huduma za afya Mtanzania. Okay. tutarejea kwako uh, Dr Sanga, tuende pale Arusha kwa Dr Mugisha. Uh, moja ya jambo ambalo limekuwa likichelewesha mchakato huu ni kupatikana kwa uh, kipato ama vyanzo vya mapato ambavyo inaweza ikasaidia kusukuma hali ya mambo na hatimaye bima ya afya kwa wote ikatekelezwa vyema. Kwa namna ambavyo umeona na utashi uliopo kwa sasa, hili jambo la kupatikana kwa vyanzo ambavyo vitasaidia hili jambo unaliona? E, ni shukuru jinsi ambavyo serikali kwenye nchi za Afrika zinafanya kazi. Eh, ukiona jambo limeingizwa kwenye sera likatungiwa sheria, unaona kile tunachokiita kwa kizungu political will, utayari wa wanasiasa. Hiyo ni hatua muhimu kubwa sana. Walipotunga sheria, sisi tulifurahi. Madaktari nchini Tanzania na watoa huduma za afya nchini Tanzania wamekuwa wakisukuma watu waweze kugharimikia matibabu kabla hawajaugua, wawe na uhakika wa kutibiwa, kwa miaka mingi tangu uhuru na kumekuwa na mabadiliko mengi yanayojitokeza kwa utaratibu sana. Tulipoona sheria hii imejitokeza, tuliona ni sasa serikali imekuwa eh, very serious kuweza kupambana na maradhi ambayo tumekuwa tukipambana nayo tangu wakati wa uhuru na hata kabla. Kwa hiyo kusikia kwamba waziri anataja sasa kwenye bajeti kwamba bima ya afya kwa wote inakwenda kuanza elfu mbili ishirini na sita elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita mwaka wa fedha, hiyo ni commitment sasa sisi wananchi tuna wajibu wa kuidai serikali uharakishaji wa hili jambo. Kwa rasilimali ambazo nchi hii inazo hatuwezi kushindwa kugharimikia gharama ya kila mtanzania kutibiwa. Taifa kama taifa tunapaswa kujipanga vizuri. Kwa mfano, tuna wananchi nchini Tanzania, tangu huu aliyezaliwa leo mpaka ambaye amezeeka leo, takribani milioni sabini endapo kila mmoja anaweza kwa mahitaji yake ya kiafya kwa mwaka yanaweza akawa tuseme, shilingi laki mbili utahitaji kiasi iko cha fedha kwa wananchi hao, ukikitizama haukikosi ni bilioni chache tu. Nchi ambayo ina vivutio vya utalii, nchi ambayo ina madini, nchi ambayo ina gesi, nchi ambayo ina wananchi wanaofanya kazi kwa bidii na kulipa kodi, uwezekano wa kumpatia kila mwananchi kadi ya bima ya afya na namba ya bima ya afya upo. Tunamsubiri mheshimiwa uh, ah, Mwigulu Nchemba atakapokuwa anawasilisha bajeti yetu ya mwaka huu tutasikia vyanzo vya kifedha. Wananchi wa Tanzania wamegawanyika katika makundi makubwa matatu hmm. Kundi la kwanza ni watu ambao katika ajira rasmi. Hawa hatuna shida, mishahara yao imekuwa ikikatwa 5% na serikali imekuwa ikitengea 5%. Yako hmm, mashirika ya kimataifa, mashirika ya kitaifa na mashirika yasiyo ya kiserikali. Wale watu wote wanawakatia bima ya afya kwa utaratibu uliopo. Wako wananchi wa pili ambao wako katika sekta binafsi. Hawa katika sekta binafsi ni wamejiajiri, hawa ndio wengi zaidi. Hawa wanapata shilingi elfu mbili, elfu tano. Bei na kodi ya meza tunaifahamu. Kila wanapopata patu, matumizi yao ni ya siku. Hawana uelewa wa kutosha wa kutenga fedha na kuzigawanya fedha kuweza kuzichangia. Tunahitaji kuja na jibu zuri. Wasomi wa nchi hii wanaweza, wataalam wa bima wanaweza. Kundi la mwisho ni kundi la maskini kabisa, maskini kupindukia, wako chini ya mfuko wa TASAF. Hawa serikali haiwezi kukwepa kuwasaidia, natakiwa tujue bei ya kila mmoja wao kuweza kupata huduma za afya, serikali iweze kudiposit hicho kiasi na tutengeneze mfumo wa watu kugarimikia bila kusikia yale maumivu. Kwa mfano, endapo tukaweza kuweka tozo maalum ambayo serikali inaweza ikatoa au ikatenga kwenye utalii au ikatenga kwenye mafuta au ikatenga kwenye gesi kasema pengine asilimia moja mapato haya yatakwenda kwenye afya, au ikatenga kwenye sukari, au ikatenga kwenye chumvi, tuangalie, au ikatenga hata kwenye bidhaa za mazao, ushuru wa mazao, kwamba kila mtu atakapochanga, kila mmoja akichanga shilingi mia tu kwa siku, milioni sitini hao tutafikisha hiyo fedha, na serikali inaweza ikaweka mfumo. Hatuna sababu ya kushindwa kuwahudumia watu wetu. Sisi sio wa kwanza kutaka kuwahudumia watu wetu hapa duniani yako mataifa ambayo yanawahudumia watu wake. Hata Zanzibar tu inagharimikia watu wake milioni tatu milioni mbili na ushe, iliyo nao mifumo rafiki mifumo changamfu mifumo hamasishi. Sasa rai yangu ni nini? Kwa sababu tunaelekea mwisho wa kipindi hmm, ni lazima tuwaelimishe wananchi wetu wafahamu kwamba afya duniani kokote si sawa na bei ya nyanya si sawa na bei ya vitunguu. Afya haiwezi kulinganishwa na jambo lolote. Mtu atakapokuwa ameugua, ni lazima gharama zozote zinazohitaji kumfanya endelee kuishi zitumike mpaka awezi kuishi. Hatupendi kuona mtu anakufa kwa vile vitu tunavyoweza kuvizuia. Kwa hiyo tukishawaelimisha umuhimu wa kuwatambua gharama za matibabu, basi wote kwa pamoja tuwekeze, kwa pamoja tuwekeze, kwa kuchangiana tuwekeze, kwa mifumo ya kijamaa kuweza kupata kadi ya bima ya afya kwa kila mwananchi, kila Mtanzania. Inawezekana, na wananchi tuweze kuidai, e, hii huduma kikamilifu kutoka kwa watu ambao wamepewa dhamana ya kutunga sehemu. Utakapokuwa mkija hospitali, ukija na kadi, moja kwa moja unakwenda kupata matibabu na unapona na unarejea kwenye uzalishaji na ufanyaji kazi wako wa kila siku. Afya ndio mtaji namba moja. Asante. Naam, shukrani sana uh, Dr. Mugisha, tumalizie pale uh, kwa Dr. Elizabeth. Wakati wetu umetukimbia kweli, kwelikweli, wito wako ni nini sasa wakati huu ambako mchakato wenyewe uh, umeshaanza kushika kasi anatarajia uh, katika mwaka wa fedha huu wa 25 26 serikali itatekeleza uh, swala hili la bima uh, ya afya kwa wote. Asante. Mimi natoa wito kwamba ili swala liangaliwe kwa umakini zaidi kwamba hii ili swala la bima ya afya kwa wote linatekelezwa vipi? Kwa sababu kama Um, likitekelezwa kwa namna ambayo labda tunafanya ya kuweka vifurushi ni kwamba haitatekelezeka. Inabidi kuwe na namna ambayo kila Mtanzania ataweza kujiunga na bima ya afya na ataweza kuwa kupewa motisha ya kujiunga, sio tu kwamba alipie hela nyingi aweze um, kwenda kufuata huduma ambazo wakati mwingine hazipo. Vile vile swala la kuboresha huduma kwenye zahanati na vituo vya afya, huko ndio watu wanakoenda kwanza kabisa wakipata, wakipata matatizo. Bila kuboresha huduma za afya kwenye zahanati na vituo vya afya, sidhani kama swala bima la, la bima ya afya kwa wote litafanikiwa, lita, lita, lita kwa sababu haiwezekani mtu akawa analipa bima alafu akienda, akipata magonjwa akienda kwenye zahanati anakuta hakuna wahudumu, hakuna dawa, hakuna vifaa, kuna matatizo haya na yale. Kwa hiyo kuna, shi, kuna shida, kuna hilo tatizo la muhimu sana la kuangalia kuboresha huduma za afya kwenye zahanati na vituo vya afya, lakini vilevile vile kuangalia bajeti yetu ya afya kwamba serikali haiwezi kuepuka mzigo, iwe kwa wale ambao wapo, wapo katika sekta sio rasmi au wale ambao hawajiwezi kabisa. Serikali ni muhimu ikachangia katika Uh, huduma za afya kwa watu ili kusudi kwamba watu wa, wa, wa, wa, wa wawe na motisha wasione kwamba mzigo wote ume, umewekwa, umewekwa juu yao. Kwa mm -hmm, hiyo ni muhimu sana kuangalia upya swala zima la namna gani ya kuweka mfumo wa kugharamia huduma za afya ili kwamba kila mtu aweze kujiunga bila kuathirika kiuchumi. Kwa sababu tatizo ni kwamba je, mtu anajiunga anaathirika kiuchumi bila, ku, bila kuathirika kiuchumi na pili muhimu sana kuboresha huduma za afya kwenye ngazi ya msingi kabla hata tuyafikiria ngazi ya uh, hospitali za rufaa na za mkoa na kadhalika, ngazi ya msingi zahanati na vituo vya afya hmm, lazima, lazima um, mkazo mkubwa uwekwe katika, katika ile eneo okay. Asante nam nikushukuru sana Dr. Elizabeth Sanga ambaye ni mtaalamu wa maswala ya afya ya umma ikiwemo eneo hilo la bima ya afya ambayo tumeungana naye kwenye uchanganuzi hii leo, akiwa kule nchini Australia ambako ndiko anaishi na kufanya shughuli zake, lakini kutoka pale Arusha tuliungana na Dr. Mugisha Nkoronko, rais wa chama cha madaktari hapa nchini Mat. Kwa umoja wenu wote, nawashukuru sana kwa kuungana nami hii leo kwenye uchanganuzi. Asante bima afya kwa wote wetu wote Naam, na kwa nukta ndo nafikia tamati ya uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani, tumekuwa sote na ndio tunahitimisha hivyo, nikutakie tu usiku mwema na kila la heri, tukutane kesho panapo majaliwa yake maana.